Wakati wake sasa, mnyama mkalo wa mwituni Simba asiyeshindika, mkalo wa mawindo anawasili hapa katika uwanja wa Tanzaniti Kwaraa, Babati, mkoani Manyara. Tazama namna ambavyo kikosi cha Simba kinavyowasili katika uwanja wa Tanzaniti Kwaraa. Hapa jukumu sio mazoezi, bali ni kuja kufanya ile pitch feeling, kuhakikisha kwamba wana feel uwanja wa Tanzanite Kwaraa kabla ya kucheza katika mchezo wa hapo kesho. Kumbuka mara yao ya mwisho hapa haikuwa nzuri sana kwa sababu kwenye pointi tatu waliondoka na alama moja wakigawana mana na Fountain Gate na, uh, ile mechi ya Chasambi ambayo ilimfanya kuwa maarufu licha kwamba, ali, ya kwamba aliathiri timu yake ilifanyika hapa. Hivi ndivyo ambavyo Golden Dragon ya mnyama inawasili. Hii ni kutokea moja kwa moja Arusha na kuasili hapa katika uwanja wa Tanzanite Kwaraa Babati mkoani Manyara. Tazama namna ambavyo kikosi cha Simba kinawasili rasmi sasa, tayari kuja kushuhudia uwanja wa Tanzanite Kwaraa, lakini pia kuitazama pitch na kufil hali ya hewa ya uwanja kabla ya hapo kesho kwenda kumenyana dhidi ya Singida Black Stars katika mchezo wa nusu finali kombe la CRDB. Kama ambavyo unashuhudia hivyo, mnyama mkali wa mituni, Simba sishindika, mkali wa mawindo, anawasili hapa katika uwanja wa Tanzanite Kwaraa Babati mkoani Manyara, kama ambavyo unamshuhudia hivi. Simba Sports Club ee, Simba sshindika Simba mkali wa mawindo. Kuna bendera ya kafu kama ambavyo unaishuhudia pale, inaonekana kafu bendera hiyo inaonekana pale, kwa maana kwamba wako kwa hasani na wanatambulika kule kafu timu nambari nne kwa ubora barani Afrika, kama ambavyo unashuhudia hivyo Kyo inawasili hapa katika uwanja wa Tanzanite Kwaraa. Kumbuka, uh, ni nusu fainali yao muhimu kweli kweli kuelekea kutafuta taji lao la kwanza kwa msimu huu wa 2024/25 kabla ya kutamatika. Ingawaje kwenye ligi kuu bado ana nafasi pia kutua, ya kutwaa ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania Bara, lakini jukumu lililopo sasa ni jukumu la kuhakikisha wanaipata nafasi ya kombe la FA ambalo kwa misimu mitatu iliyopita hakuwahi kulipata, likienda kwa mtani wao Young Africans. Sasa inakuwaje? Ni jukumu lao kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa bin sawia.